Studio ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala <tipa> ametuamrisha amri, na amri hii ni ya umma wote, si ya mtu fulani. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, wa'iddu lahum mastata'tum jiandaeni kiasi vile ambavyo mutaweza. Kisha neno kuwa limekuja nakira kuonyesha maandalizi yote yanatakikana tuwe nayo, ya kielimu, ya kimalezi, ya kidawa, ya, ki ya uongozi, yote yataka tuwe nayo, na tukiangalia kwa kina hadi ya Bwana Mtume salawatu Allahi wasalamu alaihi katika ihtimami yake kujenga uongozi mzuri katika umma na tunapigia mifano siyo hasr. Angalia janibi ya ilmu, utaona kuna masahaba kadha watajwa katika janibi ya ilmu, katika riwaya za hadithi na tafsiri ya Qur'ani utakuta Abu Huraira, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Aisha radhiyallahu anha. Haya mambo hayakuwa sudfa. Hayakuwa tu hivi hivi, ni mambo yaliandaliwa kimakusudi. Ukija kwa upande wa jeshi utakuta kuna Khalid bin Walid na Akrima na wengine Ukija kwa upande wa finance utamkuta Abdurahman bn Auf na Uthman bn Afani na wengine, wako tayari kufanya tadhhiya kwa mali yao kwa ajili ya kusaidia cajalati dacwa ya Uislamu. Ukija kwenye shura utakuta Asiddiq na Alfaruq na Uthman bn Afan Dhanurain na Abusibtain, na hizi zote ni dalili kuonesha kwamba Mtume salawatullahi wasalamu alaih alikuwa na ihtimam katika kujenga uongozi mzuri katika umma. Na taban, kujenga si jambo rahisi. Kujenga si ilyo jambo rahisi. Tusichukulie vile tunavyozungumza ndivyo yatakuwa, la, ni mpaka sisi sote kwanza tubadilike, tuwe tuko tayari kujenga viongozi wa kisawasawa katika mujtamai wetu na ukiangalia fatra ya Madina yote mtume salawatu llahi wasalamu alaihi, ashughul shaghil ilikuwa ni kuandaa wale abakira watu ambao wamekuja wakaweka tarikhi haisahauliki, hata mtu akafanya vipi hawezi kufuta tarikhi ya umma wa Kiislamu katika uongozi uliokuwa na adala, uongozi ambao ulipenda usawa, uongozi ambao ulimfanyia haki kila mmoja. Kwa hivyo labud min istidad, lakini hatuwezi kuwa na maandalizi mazuri ikiwa sisi fikra zetu twangoja watu waje, kawateremke kama mvua. Yani sisi twataka viongozi waje wateremke kama mvua, haiwezekani. Lazima tufanye kazi ngumu ya kuandaa. Wale wanaokuja huwa wana malengo yao, huwa wana malengo yao. Sasa hivi tutajanganywa kwa lugha masula nzuri, lugha nzuri, tutajanganywa. Lakini watu wakishakufikia kwenye malengo yao, sisi hata hatuna thamani tena. Kwa nini? Kwa sababu wale hatukuwaandaa sisi, hawakujengwa kiilmu, hawakujengwa kiimani, hawakujengwa kiakhlaqi, hawakujengwa wakao na hamu ya risala ya Uislamu kuokoa Uislamu na kusaidia umma wa Kiislamu. Ni watu lahum ma'arib ukhra, ni watu wana malengo yao sasa ikiwa sisi tutabaki siku zote tuone uvivu na tuone tumelemewa na tutumie lile lugha za unyonge, tutabaki wanyonge siku zote, mpaka tuifanye ile kazi ngumu ya kuandaa watu wetu wengi. Ukiwaambia masala haya, lugha jawabu lao kubwa wanalolisema: Ah, sisi sisi, kwa nini kuwa sisi? Yaani kwamba sisi hatuwezi kufanya lolote la maana, ni sisi tufanyiwe na watu wengine. La, si ukweli, ni tuwajibike. Tukiwajibika tutaweza kubadilisha. Lakini ni ya kusikitisha ile kuona zile hali katika sehemu zetu ambazo tumebaki twajifakhiri, zilikuwa ni zetu, lakini si zetu, ukweli wa mambo, kwa sababu tumekuwa kama yule alivyosema ule mshairi wa yuqdhal: amru hina taghibu taimun wala yustadhanuna wahum shuhudu, yanapitishwa mambo. Bani Taim ni kabila ambayo ilikuwa inafanywa madharau na wale makabila mengine wakawa wanasema watukdhal amru yanapitishwa mambo hina taghibu taimun, bani taimu kama hawapo mambo yanapitishwa. Wala yustadhanuna wahum shuhudu, hata wakiwa wamehudhuria hawaambiwi na nyinyi mwasemaje katika jambo hili. Yani wadharauliwa kama hawapo na hata wakiwepo hawashauriwi. Kwa hivyo tusiwe kama bani taimu. Tuweni waislamu kisawa sawa, na hili lazima tufungamane na hadi ya bwana mtume salawatu llahi wasalamu alaihi, katika kujenga qiyadat aqila, uongozi wa watu ambao wana busara, wenye shajaa na hikma, na ikiwa wale ruat ruat alghanam wameweza kufanya takatul wamejileta pahali pamoja wakapata haki zao. Hii ni kuonesha madhaifu wote wa, wakishikana wakiwa kitu kimoja, unabadilika ule udhaifu wao na kuwa nguvu. shida yetu tulionayo sisi ni shida ya kuleta zile furqa zetu katika kila jambo letu. Kwa hivyo tunabaki dhuafa katika mambo yetu. Kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kuwa, hatuna mshikamano, na sababu zote za kuwa na mshikamano tunazo. Tuna dini moja, tuna lugha moja, tuna kitabu kimoja, tuna mtume mmoja tuanelekea kibla kimoja, bali zile ibada, zi, ibada zetu zote zinatupa ishara ya kuwa lazima sisi tuwe na uongozi. Na mtume salawatullahi wasalamu alaih asema watakuwa umma mkiwa watatu katika safari. Haya ni mafundisho ya bwana mtume salawatullahi wasalamu alaih ingawa yamesahaulika kwa watu lakini mtume salawatullahi wasalamu aleh atufundisha kwamba mkiwa watatu katika safari, lazima mmoja wenu awe ni kiongozi. Haya, tukiwa milioni kumi na tano, watatu katika safari, mtume salawatullahi wasalamu aleh aliyasema, lazima muwe na kiongozi kati ya wale watatu. Je, tukiwa milioni kumi na tano tukawa hatuna hatujui twaelekea wapi? Ni maana kwamba ile risala yetu tumeghafilika nayo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amemjalia mwislamu popote anapokuwa, si awe salih awe muslih. Maana kuwa salih ni yeye mwenyewe binafsi lakini kuwa muslih ni mtu anarakibisha pale panapoharibika, na hili linahitaji juhudi zetu zote, na ndiyo ile sigha iliyokuja katika Qur'ani, imekuja waaiddu. Hakuambiwa mtu mmoja, umeambiwa umma wote. Kwa hivyo, pasina kuwa na maandalizi ya kisawasawa, tutabaki katika madhila kisha tutakuwa twalalamika, basi lugha yetu itabaki ni ya kulalamika. Angalieni poti ya Lamu, watu wote wanaletwa kutoka sehemu nyingine, wenyeji wa pale hata hakuna hata mmoja, tunaletewa madirekta, hata ambaye analetwa kutoka sehemu nyingine. Kwa nini? watu wa kule hakuna waliosoma Mumesoma ndiyo, lakini mshikamano wenu uko wapi? Kusoma peke yake haitoshi, ikiwa watu hawana mshikamano. Hii ya Mombasa tumeikosa, na ile nayo pia tunaikosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya sisi kutojiandaa kisawasawa, kwa sababu sisi kutokuwa na sauti moja katika haki zetu, na tukisema sisi itasema ninyi ni wakabila. Lakini watu wakiweka pahali kwenye ofisi moja, mpaka lugha wakawa watumia lugha ya kabila yao, hawawi ni wakabila wale. Lakini sisi tukitaradhilia haki zetu, tukisema hii ni dhulma, inazof, inazof, zinazofanywa katika sehemu zetu, utaambiwa ni mkabila, utaambiwa una udini and so on and so forth, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hizi ni dhulma na dhulma haziwezi kuitwa kwa jina lingine. Huwezi kuibadilisha jina la dhulma ukaipa dhulma jina lingine. dhulma, dhulma, dhulma, dhulma itabaki ni dhulma, hata ikafanywa na nani itabaki ni dhulma, na adala itabaki ni adala, hata watu wakiwa wanaikataa. Hamuwezi mukasema kanuni ya nchi yasema asili sabiini katika mia mashirika yaliyoko katika maeneo wale, yale lazima wawe wafanyaji kazi wa sehemu zile, kisha nyinyi mufanye mia filmia ni watu wa kutoka sehemu nyingine. Aliyevunja kanuni hapa ni nani? Ni nyinyi au ni yule anayetaradhilia haki yake? Lakini haya yote hayapatikani mpaka tupate viongozi ambao sisi tumewataka wawe viongozi, sio waliokuja kutaka wawe viongozi sababu yule aliyekuja akataka kuwa kiongozi ana ajenda zake, ima zake yeye za kutaka kupora mali ya umma au ya wale walomweka wamtumie. Kiongozi yoyote anayekuja huwa ana ajenda zake, lakini kiongozi ambaye atatoka katika jamii, wale jamii wenyewe waambie, wewe ndiye tunakuona unafaa, baada ya kumpa taaluma za kisawasawa, za kumpa ilmu ya kisharia ya kisawasawa, za kumpa akhlaqi za kisawasawa, za kumjenga imani ya kisawasawa, za kumjenga fikra ya uadilifu wa kisawasawa, kuwa na amana katika kila peni la umma huyo ndiye atakayeweza kuwateteeni haki zenu lakini otherwise tutabaki tukilalamika siku zote tutabaki kazi yetu ni kulalamika tu twaonewa twaonewa kulalamika haileti mabadiliko kwa watu watu lazima wajibadilishe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika Qur'ani inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim, Allah subhanahu wataala habadilishi zile hali ziliyoko kwa waja mpaka waja wenyewe wabadilishe yale yaliyoko yali ndani ya nafsi zao. Lazima tubadilishe hasadi zetu, fitna zetu, dhaghaini zetu, hizi zote tuzibadilishe, ndio tuwe watu wenye mwelekeo wa kisawasawa. Kisha tuandae vijana wetu, tuwape mwelekeo mzuri, wakienda katika uongozi wawe ni watu wafikiria umma wao, sio watu wenye kufikiria matumbo yao. Wale ambao watapata maandalizi ya kisawasawa kutoka jamii, wae kienda katika, wakiingizwa katika uongozi, iwe fikra yao vipi, nitafanya hali ya umma kuwa mzuri. Siyo hali ya tumbo lake kufura. Haya hayapatikani kwa kutamani, yapatikana kwa tadhiya, tadhiya bilmal na tadhiya bilwakt. Lazima watu wajitolee, wasione kwamba mambo huwa tu hivi hivi. Mambo yanakuwa watu wanapojitolea, watu wanaposhikamana, watu wanaposaidiana Watu wanapopendana, watu wanapokuwa hamu yao ni kuondosha zile dhulma katika mujtamai wao. Ikiwa madhuafa wa sehemu yoyote wakijikusanya kwa lugha yoyote, umoja wao huwaletea natija, vipi kwa watu ambao wanabeba risala ya Uislamu umoja wao usiwaletee natija? Haiwezekani kabisa. Tusomeni tarikh, soma tarikh, na wala usiseme mimi ni mmoja nitafanya nini. La, wewe tekeleza lile ambalo waweza kulitekeleza, na taufiki yatoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Allah ndiye anayeleta taufiki katika mambo yake yote. Kwa hivyo tumtegemelezee mambo yetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala.

za kufaulu kwamba wote tutawapa hawa na wale, ataa kutoka kwake yeye subhanahu wa taala. Kwa nini? Kwa yule anayefanya sababu. Ukifanya sababu za najah, utapata. Kwa hivyo tusiseme kwamba mambo yatajibadilishayo ya wenyewe la, mambo yanabadilishwa na watu, na watu waanze kujibadilisha nafsi zao wajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wapende usawa na haki na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, atatwabadilishia fikra. Yoyote haiwezi kuwa mpaka ibadilike iwe ni project, na zile taasisi zetu tulizo nazo lazima ziweke barnamiji hasa za kuandaa qiyadat rashida, waongozi wazuri. Lazima katika taasisi zetu zote iwe hili la maandalizi ya kuandaa viongozi wazuri ni moja katika aulawiyat zao katika manahiji zao. Sisi kama umma wa Kiislamu hatufai kuwa madhalili kabisa, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuwe aiza katika hii dunia. Kwa nini tuwe madhalili? Tunakuwa madhalili wakati tukiwa mbali na manhaji ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na manhaji ya Mtume wake salawatullahi wa salamu alayhi. Ama tukirudi tukashikamana na manhaji ya Mwenyezi Mungu kisawasawa na manhaji ya Mtume wake salawatullahi wa salamu alayhi kisawa kisawasawa, madhila yote yataondoka. Suala ni wangapi tuko tayari kuwajibika? Ni wangapi tuko tayari kubeba masulia ni wangapi yuko tayari kujisahihisha makosa yetu? Haya ndiyo masala ambayo naacha kwenye kichwa cha kila mmoja, kwa sababu haya masala ni masala yetu sote, si masala ya eneo fulani wala ya eneo fulani wala ya watu fulani pasina wengine. Ni masala ya tuhusu kila aliyesema la ilaha illallah, Muhammadur allah Muhammadur Rasulullah. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala atupe taufiki